Tazamaji, Kenya inatazamiwa kufanyia marekebisho mfumo wake wa usimamizi wa wanyamapori kupitia sheria inayopendekezwa na kulenga kufanya uhifadhi wa kisasa, kuboresha manufaa ya jamii, na kuhakikisha usimamizi endelevu wa wanyamapori. Idara hiyo ya wanyamapori imeanza kushirikisha umma kwenye mswada wa marekebisho wa uhifadhi wa usimamizi wanyamapori wa mwaka 2025 ili kukusanya maoni kuhusu sheria inayopendekezwa. Katibu Mkuu Silvia Museia amedokeza kwamba juhudi za uhifadhi wa wanyamapori nchini zinakwamishwa na changamoto nyingi kama vile migogoro ya wanyamapori na binadamu, mabadiliko ya hali ya hewa, upotevu wa makazi, sheria zilizopitwa na wakati na mgawanyo wa faida usio sawa economy supporting tourism among other forms of wildlife economy. Despite its vast potential, the sector faces challenges such as human wildlife conflicts, climate change and associated impacts, habitat loss, outdated legislations, and equitable, inequitable benefit sharing mechanisms among others. Vile serikali ya Kenya ilivyo ni kwamba inathamini wanyama zaidi kuliko wale binadamu wenye ambao wanaishi na wale wanyama. Ni kitu gani kenye ambacho kitawekwa kwa sheria kuona wana kwamba mwanadamu mwenye anaishi na yule mnyama naye ana na thamani zaidi kuliko yule mnyama? Kwa sababu saa hii mnyama akiua mtu, zile sheria zenye ziko hazifuatilii yale mambo yenye ambayo yanastahili, lakini mwanadamu akiua mnyama, saa hiyo hiyo wewe vile utagongotwa na hawa jamaa ni kama ambaye wewe ndio huna thamani kuliko mwenye thamani ni yule mnyama. Tunaomba kama itawezekana, ili shirika la KWS waweze kufungua kituo ambacho kitakuwa kikishika hawa ndovu kama wameharibu mimea ama kiboko, waende kuwafunga kwa sababu sisi tunaambiwa tusi, tusiue wale wanyama na tukiwaua tunapelekwa jela. Je, hawa wanyama kama wameharibu mali zetu sisi nasi kuna mahali wanaweza kutengewa wakaenda wakafungiwa ili kuonekana, huyu hana nidhamu, huyu mnyama huyu <laughs> Mbeana.